Kuwa wizara hiyo itatekeleza utaratibu mpya kuhakikisha madaktari bandia ambao wamekuwa wakihatarisha maisha ya wagonjwa wanakabiliwa. Duale akiwa mbele ya Seneti amesema kuwa sheria hiyo mpya pia itakam, e, itamaliza hospitali bandia ambazo zimekuwa zikitumika kuiba pesa za umma kama Stephen Letoo anavyotuarifu. Waziri Duale alifika mbele ya Seneti kwa mara ya kwanza tangu kuhamishwa hadi jumba la afya. Waziri Duale akielezea Seneti kuwa kuna mpango mpya wa kudhibiti wahudumu wa afya bandia ambao wamekuwa wakijificha kwenye vituo vya afya kutoa huduma za afya kwa wagonjwa bila leseni.

Is not a qualified medical doctor. Katika kanuni hizo mpya kutakuwa na sajili ya wahudumu wa afya katika mfumo ambao utakuwa chanzo kimoja cha matumizi kwa wote, pamoja na taarifa zinazohusiana na wafanyikazi wa afya. Kulingana na kanuni hizo, chini ya sheria, mhudumu wa afya kwa kutumia leseni yake atatuma maombi kwa ajili ya kusajiliwa ili kupata sajili ya wahudumu wa afya nchini. Waziri Duale amesema kuwa wizara ya afya itakaza kamba kwa idara zote zinazotoa leseni kwa wahudumu wa afya ili kuhakikisha kuwa leseni zinazotolewa zinaambatana na sheria za afya na utoaji wa huduma. This system further will root out all uh, uh, fake uh, health facilities. The health facilities must be registered by a regulatory body within the Within the Ministry of Health. Kwenye kikao na Seneti, Aden Duale aliorodhesha kanuni hizo akisema kuwa mfumo huo wa kidijitali una uwezo wa kugundua madaktari bandia. Hii ni iwapo mfumo huo wa kidijitali utaonyesha kuwa mhudumu huyo hana leseni halali ya kufanya kazi au amepata leseni hiyo kutoka kwa idara isiyotambulika, hivyo kukiuka sheria na kanuni zilizowekwa. We will know when a doctor is in his place right now we don't know you know a doctor is in a facility a doctor if he doesn't pay his uh, registration license fee the system will lock him out Stephen Letoo Uninga, ya Citizen